Somo letu la leo liko katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa tano mstari wa kwanza hadi wa kumi na mbili. Ni waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa tano mstari wa kwanza hadi wa kumi na mbili. Inasema kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Na kila mtu ampendaye, mwenye kuzaa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 Na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani, isipokuwa ni yeye aaminiye ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu, Yesu Kristo, si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Naye Roho ndiye ashuhudiaye kwa sababu Roho ndiye kweli kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Kisha wako watatu washuhudiao duniani, roho na maji na damu, na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi, kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu kwamba amemshuhudia mwanawe. Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, na kwa kuwa hakuamini hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Na huu ndio ushuhuda, ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huu umo katika mwanawe yeye aliye na mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Na hilo ndilo neno la Mungu. Nawasalimia katika jina la Yesu asubuhi ya leo. Uh, jina langu ni Titus Mboro na Yesu ni Mwokozi wa maisha yangu. Asante uh, walio wote waliotuongoza hadi hapa na kutusomea neno na kutuongoza katika nyimbo za sifa. Uh, hebu tuanze kuangalia hiyo uh, passage uh, na, na, na maombi. Tuombe. Mwenyezi Mungu, twa kushukuru kwani wewe ndio uliyetupa uhai na wewe ndio umetuita tuwe wana wako, umetukomboa um, kwa damu ya Kristo. Tunashukuru kwa sababu hakuna jambo kubwa kuliko hiyo. Tunashukuru kwa sababu umetusamehe dhambi zetu uh, na kutupa imani. Tunaomba tunapo uh, liangalia um, neno lako ukaweza kutufungua mioyo yetu mawazo yetu ya kawe yameelekea um, ya hapo kwa neno lako na tunaomba neno lako liweze um, kutubadilisha um, na kutupa nguvu um, kutu, na, na, ya, na kutupa nguvu. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo Amina. Um, mtani hiyo radhi sijazungumza Kiswahili kwa muda mrefu lakini Mungu atanisaidia um, Tuanze, tunaangalia uh, hili swala la kujua um, alama za kuwa sisi ni wana wa Mungu. Hizo ndio tutakuwa tuta tukiziangazia asubuhi ya leo um, kulingana na hilo somo tumesomewa tume Yohana uh, wa kwanza uh, tano mstari um, wa kwanza hadi kumi na mbili. Hili andiko linatufunza kwa uwazi ni nini maana ya kuwa mtoto wa Mungu. Katika dunia hii iliyojaa um, machafuko na mchanganyiko kuhusu uh, ile hali ya kujitambulisha, um, na kuna uongo unaoenezwa na watu kuhusu hiyo kujitambulisha, neno la Mungu linatupa mwanga kueleza waziwazi wazi alama za walio wa Mungu. Um, alama hizi si za nje tu peke yake mbali ni sifa za kiroho zinazoonekana katika maisha ya kila mtoto wa Mungu. Uh, tutachunguza pamoja sifa hizi ambazo hudhibitisha kuwa sisi ni familia ya Mungu. La kwanza tumeliona hapo mstari wa kwanza. Ni kumwamini, ni kumwamini Yesu Kristo. Hilo linaonekana ni kama jambo rahisi, lakini sio. Watu wengi wanaamini Yesu Kristo, wanachanganyikiwa wanapata ugumu wa kumpokea Yesu. Um, na hili halikuanza leo wala juzi. Um, wakati Yesu alikuwa anatembea duniani wengi hawakumkubali wengi hawakumpokea, wengi walimkataa Yesu. Um, wengi wali, walikataa kazi yake ile hata ya miujiza, wakasema mbona una, unaponya wakati wa Sabato. Walikataa mafunzo yake, wakasema mafunzo haya ni magumu. Alikutana na wengi, walimtukana wengi, waka wakamwita hata mlafi na mwongo mwenye dhambi. Hata wengine walimkufuru wakasema yuko na pepo lakini sisi tunajua Yesu ni Kristo, Yesu ni Mungu, na hapo kwake kuna uzima wa milele. Yohana amesema kila mtu amwaminiye kwamba Yesu Kristo, Yesu ni Kristo, yaani mti wa mafuta, amezaliwa na Mungu. Hiyo ndio alama ya kwanza na ya kimsingi, hiyo ndio inatuanzisha katika maisha hii ya ya Ukristo. Hilo basi ndiyo jaribio la muhimu la kujua kama mtu ni mwana wa Mungu, kuamini Yesu ndiye Kristo. Alama hii um, ni ya kwanza ya Ukristo ya, ya um, na kuamini huku sio tu kidhana, sio kuamini tu Yesu alikuwa hapa kihistoria. Um, hata mapepo yanaamini na, na yanatetemeka. Um, sa kuamini kwetu kunafaa kuwa ni kwa uhusiano na kumjua kwa karibu, kwa kujua yeye ndio mwokozi wetu. Isitoshe, tunafaa kuwa na mtazamo wa sahihi kuhusu Yesu. Um, wengi wana mitazamo tofauti tofauti kuhusu Kristo, wanafikiria yeye, eh, basi alikuwa ni mwalimu tu kama wengine waliokuweko kwa historia. Uh, lakini mtazamo wetu unafaa kuwa sahihi, unafaa kuwa ni, um, ni kujua Yesu ni Mungu, hakuumbwa, yeye ndio muumbaji, yeye ni Masihi, yeye ndio mwokozi wetu. um, yes, Yesu ni nafsi upili katika utatu. um, Yesu alizaliwa na bikira Mariamu kwa nguvu za roho na yote aliyofanya yalikuwa yametabiriwa hapo kwa gani? Agano la Kale, na aliyetimiza yote, alikufa msalabani na baada ya siku tatu, ya tatu akafufuka. Huo ndio mtazamo tunayo. Bila kushirikiana naye, tunajua tumepotea milele. Kumwamini huku kwa Yesu Kristo ndio tulisema ndio msingi wa wokovu wetu na hi hiyo ndio chanzo um, cha maisha yetu katika Kristo. Yesu hujihidhirisha kwetu kwamba yeye ndio Kristo na ufunuo, unakumbuka pale wakati aliuliza Petero, watu wanasema mimi ni nani? Na Petero akasema wewe ni Kristo, akasema hiyo hukujua kwa, kwa damu na mwili, mbali ya medhirihi ufunuo huo umedhirihishwa kwako na Mungu. Um, Mungu ndio mwanzishi wa imani yetu, yeye ndiyo hujidhihirisha kwetu kuwa yeye ni Kristo. Um, ni baraka iliyoje kuwa mwana wa Mungu! Basi ningependa kutua kuwahimiza tuzidi kumwamini huyu Kristo, tukijua yeye ndiyo mwanzilishi wa imani yetu na ndiye atakayeitimiza. Um, tukiendelea ukiangalia hapo aya ya tano um, anasema ni nani ashindaye ulimwengu isipokuwa yeye aaminie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? A, hilo ni, hilo ni fungu la kutupatia nguvu, kwa maana tunajua huku kuamini kuwa Yesu ni Kristo kuna kutupatia nguvu na ushindi dhidi ya mifumo ya dunia, dhidi ya uongo wa Shetani, dhidi dhidi um, maovu yale tunayoyakabili kila siku. Mtoto wa Mungu ana imani, ana imani thabiti inamfanya awe mshindi dhidi ya dhambi, hofu na hila za dunia. Ukiwa na imani kwa Yesu, hiyo ni ishara kuwa kwamba umezaliwa na Mungu. Uh, tukiendelea kwa pointi ya pili, uh, alama ya kujua sisi ni wana wa Mungu ni kuwa na upendo kwa Mungu na upendo kwa ndugu zetu. Yohana anasema hapo mstari wa kwanza ba na hadi mstari wa pili um, kuhusu kupenda Mungu na kuhusu kupenda wenzetu. Yohana alionekana kupenda kuongea kuhusu upendo, na sio kuongea tu kiholela, ni kwa sababu alikuwa na ujua umuhimu wa wa upendo. Yeye alikuwa karibu sana na Yesu na aliona upendo huu um, ukijihidhirisha, na yeye hadi uzee wake, aliendelea kuongea kuhusu upendo um, ames, ametumia neno pendo, upendo, uh, upendo, kupendana mara 46 na, na kwa kitabu tu kina maneno kama 2100 hivi. Kwa hivyo hiyo ni kurudia kwingi na sio kurudia tu, eh, kurudia tu kujaza kitabu. Hapana, ni kurudia kutuonyesha umuhimu huo wa kupendana. Um, alielewa kiwazi kwamba ampendae Kristo ni mwenye kutii amri zake, na moja wapo hizo amri za Kristo ni kupenda jirani yako. Yesu alisema hivyo, watu wote watatambua kuwa ninyi mmekuwa na wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa nyinyi. Um, na kila, mpenda, na kila mpendaye humpenda, na kila mpendaye mzazi pia hupenda watoto wake. Kwa hivyo tumeambiwa tupende Mungu na tupende mandugu zetu. Um, huwezi kusema unampenda Mungu lakini hupendi watu wake. Kuna mtu alikuwa na kibandiko cha gari, alisema, Mungu nakupenda, lakini niko na shida na watu wako. Hiyo haiwezekani, tumpende Mungu na tupende watu wake, hata kama wako na shida, hata kama wako na shida tunafaa kuwapenda. um, katika hili tunajua ya kuwa tu, uh, tunawapenda watoto wa Mungu, hapo tunapenda Mungu na kusikiza kuzishika amri zake. Watoto wa Mungu hupendana kwa sababu wote wamezaliwa na Baba mmoja wa mbinguni. Upendo huu hauonyeshi tu kwa maneno tu, bali kwa matendo. Nyimbo mingi zimetungwa za upendo, hata uh, wanasiasa wanaweza sema nawapenda, lakini hiyo ni kidhana tu. Um, upendo huu unafaa kuonekana kwa maneno yetu na matendo yetu, kusaidiana, hata kuombeana uh, na kuishi kwa mashikano, yani ile umoja. Upendo huu huo sio wa watu wachache. Saa zingine tunapenda tu watu wale wa, wanafanana na sisi wale wa karibu, kama watu pengine wa, wa Grace Point, um, ama tu uh, watu wa ukoo wako au jamii yako, watu pengine wana rangi sawa na yako ya, ya ngozi. Lakini ama saa zingine tunapenda watu wale tu, tunaona tuna usawa nao kwa, kwa, kimasomo, ki, ki mambo ya, ya daraja ya maisha. Lakini um, hiyo sio vile Biblia inatufunza. Biblia inatufunza tupende yeyote yule ambaye ni ndugu, ni ndugu yetu awe yeyote, um, pasipo na na mgawanyiko. Tukiendelea uh, tukiangalia uh, pointi ya tatu, Yohana anatuambia mwenye alama ya kuwa mwana wa Mungu ni kutia amri za Mungu. Huwezi sema wewe ni unampenda Kristo lakini hufuati um, amri zake. Aya ya tatu, maana kumpenda Mungu ni huku kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake siyo nzito. Hiyo inanipa faraja na inafaa kukupatia faraja kwamba Yesu Kristo hatubebeshi mzigo mkubwa hatuwezi kubeba. Anasema, njooni kwangu nyinyi nyote mliolemewa na mzigo, na nitawapa pumzisho. Mzigo wangu sio mgumu kubeba ndio hautakuja tu kustarehe, lakini zile amri anakuambia uzifuate zi, unaweza zibeba mzigo wake ni rahisi, na hatuambii tufanye chochote jile yeye mwenyewe hakufanya. Kama ni ubatizo, Yesu alibatizwa na atuambia tubate, tubate tubatizwe. Um, kama ni kumheshimu Mungu, yeye mwenyewe aliheshimu Mungu. So, maana kumpenda Mungu ni huku kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake sio nzito. Mtoto um, wa Mungu huonyesha upendo wake kwa baba kwa kuzitii amri zake. Utii huu hauonekani ha, ha, hautokani na hofu si, kwa sababu ya kuogopa kwa, bali ni kwa upendo uh, tukiwa na upendo kwa, kwa Yesu tutaweza kumpenda, tutaweza kutii amri zake Yakobo, um, yani yule Jacob uh, wakati yeye ndio alioa Rakeli, aliambiwa miaka saba unifanyie kazi, ndio upate Rakeli, na kwake hiyo haikuwa ngumu kwa sababu alimpenda Rakeli, pengine aliona ile ni kama wiki moja. Kwa hivyo, tukiwa uh, tumempenda tukiwa tumempenda Yesu hatutaona ugumu wa kumfuata ya kutia amri zake, na yeye mwenyewe anatuwezesha kufuata hizo uh, amri. Um, amri za Mungu hazimlemei mtoto wa Mungu, kwa sababu roho yake mpya hupendezwa na mapenzi ya Mungu. Kumbuka, tumefanywa wapya kutoka ndani. Sisi sio si, si tena watu wa kupingana na Mungu, bali sisi ni watu wanayeshiriki na Mungu um, na kazi zake. Ingawa tunaweza kuanguka mara kwa mara mioyo um, yetu hutamani kupendeza Mungu uh, na kurudi kwake kila tunapokosea tunapo uh, point ya nne na sita ni ushindi dhidi ya dunia. Hiyo inaonekana pale aya ya nne na tano kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Hiyo inafaa kututia nguvu sana kama Wakristo. Tumezaliwa na Mungu, tumefanywa wapya. Kwa hivyo tuna ule uwezo wa, wa kushinda mambo ya dunia na, na, na majaribu ya Shetani. Watoto wa Mungu ni washindi. Hawaendi kwa mitiririko ya dunia bali wana, wamesimama katika imani yao. Imani yao hufanya washinde tamaa za mwili hofu za maisha na masum, na, na mashambulizi ya roho. Hii haimaanishi kwamba hawapati majaribu. La. Lakini maana ni kwamba hawashindwi na majaribu hayo kwa sababu wana Kristo, kwa sababu wana Kristo ndani yao. Okay. Uh, ndugu zanguni, tusifanye maelewano na dunia ile compromise. Um, lakini Uh, tuende, tuendelee kuiga um, tabia za Yesu na kutii neno lake kwa maana tukiendelea ku, kuwa na tabia ya, ku, ya kuelewana na dunia basi hapo tutakuwa wadhaifu na wanyonge wa kiroho. La tano, ushindi wa roho hii inaonekana katika aya ya sita hadi kumi. Roho wa Mungu ni ukweli. Siku hizi wengi wana, um, wanafurahia na kuamini uongo. Um, tunajionea dunia kote wale wanaozungumza uongo wana wafuasi wengi. Lakini sisi tuko na roho wa ukweli. Na Yohana anasema kuna mashahidi watatu. Um, maji, damu na roho. Tuko na roho ndani yetu. Na huyu roho ni wa kweli. Yeye ndiye atuongozae katika ukweli yule Yesu alitufunza. Tuzidi kuomba kwamba roho wa kweli aendelee kutufunza na kutukumbusha amri za Kristo. Ni nani na ni roho ashuhudiae kwamba, sorry, na ni roho ashudu, ashuhudiae kwa sababu roho ni, ni kweli hiyo. Ndio tunam, tunasoma katika aya sita, watoto wa Mungu wana shuhuda wa ndani unaotokana kwa, kwa roho Mtakatifu. Roho huyu hutuhakikishia kuwa sisi ni wana wa Mungu, hutufariji na hutu, hutushawishi na kutupa imani na mwelekeo katika safari ya, ya Kikristo. Yeye amwaminiaye mwana wa Mungu anao ushuhuda huo ndani yake. Ushuhuda huu wa ndani ni thibitisho kwamba tumempokea mwana na tumezaliwa na Mungu. Uh, nikija kwa ile pointi ya yes, sita um, kumiliki tuna umiliki wa milele wa uzima wa milele hapo, akimalizia mtume um, Yohana alisema katika aya ya kumi na moja na kumi na mbili na huu ndio ushuhuda kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huo umo katika mwanawe. Hiyo ni alama ingine, tuko na uzima wa milele kwa sababu tumemkubali Kristo. Unakumbuka pale tukianzia, tulisema wengi hawakumkubali, lakini wale waliomkubali Yesu Kristo aliwapa aliwafanya uh, kuwa watoto wa Mungu aliwapa uzima wa milele. Kwa hivyo huo uzima wa milele unaanzia hapa kwa kuamini Yesu Kristo tuna huo umiliki. Hatuna uh, taswishi kwamba tumeokolewa um, yeye yeah, aliye na mwana anao huo uzima. Hilo ni jambo um, la ku, la kutujenga, na kutu, la kutujenga sana um, watoto wa Mungu sio watu wa kawaida, wana uzima wa milele, na sio baadaye tu, bali ni ku kuanzia sasa. Uzima huo ulio umejaa amani uko na matumaini na uhusiano wa moja kwa moja na Mungu. Hatuhitaji mtu mwingine kutupeleka mbele ya Mungu kwa sababu tayari kwa kuamini kwa Yesu Kristo tuko na huo uhusiano na Mungu moja kwa moja, na tuna huo uzima wa milele. Kama una mwana, basi una uzima wa milele. Kama ulikuwa una una tashwishi Hebu hili neno ngugu likupatie nguvu na likupatia assurance ile kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Hili ndilo pendo kuu la mtoto wa Mungu. Tukienda kuhitimisha, ningependa tujikumbushe kwamba alama za mtoto wa Mungu kulingana na sehemu kifungo tulichosoma leo ni kuwa Haya, hazionekani kwa vitu vingine vyovyote kama vile mavazi au kama ibada kuhudhuria ibada ama tu kwa kuongea kwa mdomo, mbali zinaonekana katika maisha yetu kwa imani katika Kristo, kwa upendo wa kweli wa kumpenda Mungu na kutii amri zake, utii wa mwelekeo aliotupa Yesu Kristo, ushindi wa kiroho na ushuhuda wa ndani na uzima, uzima wa milele. Leo tujiulize kwa unyenyekevu, je, alama hizi zinaonekana ndani yangu? Namwamini Kristo? Namtii Kristo? Ama tu nasema nampenda lakini matendo yangu hayambatani na, na ukiri wangu? Kama hazionekani, kama zinaonekana tushangilie Bwana na, tuzidi, um, na tuzidi ku, kuzionyesha ku, ku, ku kwa matendo na maneno yetu. Lakini, lakini kama haziko basi, tunafaa tu, tujiulize ni wapi nafaa kusa, um, wapi nafaa kusahihisha um. Kama hujamwamini Kristo, hiyo ndio, uh, ndio step ya kwanza ya kuamini kwa Kristo ili uwe na uhusiano na yeye. Yafaa umpokee Bwana na utakuwa wa familia ya Mungu. Uh, tutahitimisha hapo. Asanteni kwa kusikiza. Mungu awabariki.